i mwingine kutoka upande wa juu wa Kenya, Mheshimiwa Adan Duale, Mheshimiwa rais wa taifa la Kenya Mheshimiwa William Ruto, viongozi wa kaunti wa Kajiado Mheshimiwa Olelemku, Gavana wa Narok, Gavana wa Samburu, wa waziri na viongozi wa serikali kuu na serikali wa counties. Mheshimiwa Price, mimi nimekuja hapa kama mfugaji na sisi wafugaji tumetembea na wewe miaka mingi katika siasa yako na kwa baraka ya Mwenyezi Mungu, wewe ndio wamakuwa rais wa Kenya, lakini wakuwa rais wa tano wa Kenya ambaye ni tofauti kuliko marais wengine wote waliokutangulia. Na kwa nini mimi nasema hivi? Wewe umekuwa rais pekee katika jamhuri la Kenya ambaye amechukua jukumu kikatiba kuhakikisha ya kwamba yale yote ilifanyika kwa jamii tofauti, many communities were discriminated against the Constitution in all subsequent governments kama ni ubaguzi wa afya, wewe ndiye wa kwanza kusema liwe liwalo. Wa Kenya, wa tabaka zote, kabila zote, mahali popote katika maisha yao, lazima wapate matibabu ambaye haiwabagui, universal health coverage. Tuko hapo leo Kajiado, a historical moment in our history where successive governments either by commission or omission decided not to solve this community-owned conservation wewe ndo rais pekee ulienda watia katika kiwanja inaitwa Korehe na ukaweka sahihi ya kusema Wakenya wote bila kujali kabila zao, dini na mahali wametoka, watapata vitambulisho na makaratasi ya citizenship, kwa usawa. Watu hapa Kajiado na Manga wa Kenya wanaishi kwa mipaka, walikuwa na shida nyingi miaka kubaguliwa. Wewe ndio kwa rais pekee ambaye ukaanisha housing project, ukasema hatutakuwa na nchi wengine wanaishi kitongoji duni kabisa, mahali hakuna maji hakuna nyumba, hakuna stima, na wengine wanaishi kwa manyumba ya kifahari. And today as you drive in our country, in every county you will find huge investment in our social housing project. Wewe ndio ulete usawa katika elimu through the university and school education model jamii ya wafugaji, jamii yetu wa Masai, siasa ya Kenya imebadilika. 2022, wapinzani wetu walikuwa wanasema tu ruto ruto ruto mpaka tukawashinda. Tuliwashinda, a, tukawashinda, si walikuwa tu wanaangalia ruto, wakidhulumu yeye wa ana watu hasa wa competitors Very humbly, we need an agenda. Say what alternative do you have to the housing project? What is your alternative to the universal health coverage? Leo tupo na Wakenya milioni 27, million Kenyans have registered under Social Health Authority. And toi aney mimi nawe tulifanya katika serikali nilipita zile ambayo serikali ilizopita ilishindwa kufanya. Wewe, kwa mapenzi ya Mungu, hiyo kitendawili umetegua. Ulitegua universal health coverage, ulitegua ile kitenda sugu ulipata ya madeni. Leo nchi yetu imesimama sawa sawa. Umetegua ile kitendawili ambayo inasumbua sisi ya housing Leo kila mahali yuko housing. Leo umebadilisha ile wewe, serikali imetambulia wewe, walishindwa ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya apo na chakula. Food security through subsidies. So, we is a replica of what you are doing today in Amboseli. Na jamii ya Wamaasai si siasa si karata si bata, kotea nikisema harambee tunasema nini? Na kijiti juu alama yetu, wale mahali wanasema Ruto kabineti ifanye hivi, nilipigia Ruto simu Mwingine alikuwa hivi wa kazi na ndugu yangu seneta wa Kajiado hapa ndio. This this is is where where you belong, this is where the next government will be. Nimwambie. Nimwambie. Yeah. ie Ruto mpaka Mama Suluhu asikie, mpaka Museveni asikie, wa mpaka watu wa Nairobi wasikie. Arambe Uda! Arambe Ruto, Ruto! Asanteni.